min ash-shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, taendelea na darsa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu kutendea watu kama vile tungependa kutendewa. Dada zangu katika iman, imekuja katika hadith kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, wa man ahabba an yuzahzah ani lnar wayudkhalu ljanna faltudrikuhu maniyatahu wahuwa huwa yuminu billahi walyoum lakhir walya'ti ila nnasi ma yuhibu an yuta ilayhi, yani yote anayependa kuepushwa na moto na kuingia peponi, na afe akiwa, yani amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, basi na awatendee watu kama vile angependa kutendewa. Haya dada zangu katika imani, yamesimuliwa na Anasai katika sunan yake. Dada zangu katika imani, mwongozo huu mtukufu wa kinabii una baadhi ya amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam na taifa lake na umma wake, ya kwamba yeyote miongoni mwa umma wake na taifa lake anayetaka kuokolewa kutokana na moto wa Jahannam na kuingizwa peponi, afe akiwa amemwamini Allah subhanahu wataala na siku ya mwisho, basi na awatendee watu kama jinsi angependa kutendewa. Dada zangu katika imani, ama kwa hakika Mwislam ama kama sisi, kama Waislamu tunapaswa kuwatendea wengine kama, yani tungependa eh, wengine kadhalika watutendee sisi vyema, si kutenda tu peke yake, bali yani kuwatendea watu kwa wema na nia njema, kama jinsi yani tungependa sisi kadhalika kutendewa wema o kutendewa mema kwa njia nzuri na kwa njia njema na kwa ikhlas. Vivyo hivyo dada zangu katika iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kama ilivyokuja katika Sahih Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Yaani, hakuna yeyote kati yenu anayeamini kweli hadi apende kwa ajili ya ndugu yake na an, a, yani anachokipendelea nafsi yake. Haya yamesimuliwa na Imam Al-Bukhari. Dada zangu katika iman, hadithi hii dada zangu katika iman ni sawa na hadithi ya hapo awali inayosema, watendeeni watu kama mnavyotaka kutendewa. Hadithi hii na maelezo yake zaidi ni kwamba moja ya malengo muhimu dada zangu katika imani, zaidi ya Waislam ni kuokolewa kutoka motoni na kuingia wapi? Peponi. kwa hivyo ni wajibu wetu sote kama Waislamu kujitahidi kufikia kila kitu kinacho oh, kitakacho, yani fanikisha lengo hili kubwa. Lengo la nini? Lengo la kuingizwa peponi na kuepushwa na moto. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea hili katika hadithi hii kwa ufupi, katika mambo mawili makubwa na muhimu sana. Jambo la kwanza ni kuwa, yani kwanza ni bora, yani ni ubora wa kujishughulisha na Yaani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas ambayo hupatikana kupitia imani thabiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho na kufanya ibada kulingana na imani hii. Na jambo la pili ni ukarimu katika kushughulika na watu. Yaani kama Waislamu tunapaswa kuwapendelea ndugu zetu yale tunayopendelea katika nafsi zetu na kuwachukia na, eh, na na tunacho Yani, tunachojichukia sisi wenyewe katika nafsi yetu. Hii dada zangu katika iman ni kanuni muhimu katika kushughulika kati ya watu na inapaswa kuzingatiwa. Hii ni kanuni ya kinabii dada zangu katika iman. Na kama Waislamu sote tungelifuata kanuni hii nzuri hatungedhuriana kwa udanganyifu, kwa uongo, kwa unafiki, au kitu kingine chochote kile, na maslahi yetu ya kidini na kidunia hayangevurugwa hayangevurugwa, dada zangu katika imani. Hadithi hii pia inaonyesha kwamba miongoni mwa sababu za kuingia peponi ni nini? Ni tabia njema na kueneza upendo na maelewano miongoni mwa Waislamu. Hili, dada zangu katika imani, linaweza kufaulu tu kwa kuanzisha kanuni hii kubwa katika kushughulika na watu yoyote. Miongoni mwetu dada zangu katika imani, sisi Waislamu, atakayewatendea watu kama angependa wamtendee basi na awatendee tu kwa tabia nini? Kwa tabia njema na upendo. Dada zangu katika imani, amesema Imam An-Nawawi Allah amrehemu. Hili ni moja ya kauli kamili za Mtume sallallahu alaihi wasallam na moja ya maajabu ya hikma yake. Sote kama Waislamu, dada zangu katika imani, tunapaswa kujitolea kuto wafanyia watu isipokuwa kile ambacho tungependa kutendewa au kufanyiwa. Dada zangu katika imani, yatupasa kujua ya kwamba kiwango cha ubora ni mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya imani, si tu kuwatendea watu kama tungependa kutendewa bali pia kuinua au kudumisha uhusiano wetu nao ili tuwatendee watu jinsi tungependa watutendee. Chochote dada zangu katika imani tunachotaka kutoka kwa Allah subhanahu wa taala, tufanye kwa ajili ya watu, ili Allah subhanahu wa taala atupe na sisi. Na miongoni mwa mifano tu michache kwa hayo dada zangu katika imani ni suali, je, tunataka Allah subhanahu wa taala atupe kutok kutokana na fadhila zake basi kwa hivyo yatupasa nasi pia kutoa kwa ajili ya mambo mema na Allah subhanahu wa taala atatuneemesha kwa fadla zake. Haya yamethibitishwa katika hadithi sahih kwamba Mtume sallallahu alaihi wasalam amesema, qala Llahu tabaraka wa ta'ala ya bna adam amfiku, amf, wa, wa, wa, sa anfiku alaik. Yani Allah subhanahu wa taala amesema, Mtume sallallahu alaihi wasalam amesema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, ame, e, mwana wa Adam, toa nami nitatumia kwako. Hii ni hadith sahih na ni hadith iliyopokewa na Al-Bukhari na Muslim. Dada zangu katika imani, hii ni ahadi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kubadilisha kile kinachotumika kwa ajili ya, ya, ya mema. Haya yamethibitika pia uh, katika Qur'an surat uh, saba aya ya 39 anasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrul raziqin, na chochote utakachotoa katika chochote yeye yeah, yeah, atakibadilisha naye ndiye mbora wa wanaotoa. Dada zangu katika iman, na katika mfano wa pili E, imekuja sual, je, tunataka Allah Subhanahu wa ta'ala ta atuhurumie? Basi ikiwa ni hivyo, yatupasa kuwahurumia watu na tusiwafanyie nini, mambo kuwa magumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu haya, arrahimuna yarhamuhum rrahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai rawahu Atirmidhi. Yani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wale wanaoonyesha huruma wataonyeshwa rehma na mwenye rehma, wahurumie walio duniani na yeye aliye mbinguni atakuhurumia. Haya yamesimuliwa na Atirmidhi. Lakini dada zangu katika imani, tukikusudia sote kama waislamu kuwadhuru watu bila haki na kuwafanyia mambo kuwa magumu, basi naye Allah subhanahu wataala atatufanyia mambo yetu pia kuwa magumu, kwani thawabu ni ya aina moja na tendo. Dada zangu katika imani, tukitaka Allah subhanahu wataala atufichie makosa yetu na asifichue, yani mapungufu yetu, basi yatupasa kuficha makosa ya wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema haya, kwa yoyote anayeficha makosa ya Muislam Allah subhanahu wataala atamfichia makosa yake duniani na akhira. Haya yamesimuliwa na Imam Muslim. Dada zangu katika iman, kuhusiana na hayo hayo pia, kama Waislam yatakikana tuki yani, tukikutana na migogoro au matatizo ya watu, kwa idhini yao yatupasa kujitahidi kadri tuwezavyo kujaribu kuchangia katika kutatua matatizo yale, na tusiwe miongoni mwa wale watakaochangia kuyafanya mambo yao kuwa magumu zaidi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sarra ala almu'sirin al yasarra Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, rawahu al muslim. Yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam yani Um, amesema Allah sub, mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeyote atakayemfanyia mambo rahisi mtu aliye katika shida basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia mambo rahisi katika dunia hii na akhera. Haya yamesumuliwa na Imamu Muslim, dada zangu katika imani. Na kuhusu wale wanaotafuta makosa ya wengine kama inavyotokea kwa baadhi ya watu wanaorekodi makosa ya wengine bila wao kujua, na kisha kuyachapisha kwenye mitandao za kijamii kwa umma kwa ujumla. Hii ni mfano tu ya aina ya yaani kutafuta makosa ambayo matokeo yake ni nini? Ni mabaya sana ili yani, kuyathibitisha haya kutoka kwa yani, kutoka kwa Ibn Umar radhiallahu anhuma, amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda mimbar na kuita kwa sauti kubwa, akisema ya ma'ashar man kad, man kad aslama bilisanihi walam yufdhil iman ila qalbihi la yu'dhu almuslimina tughayiruhum tatabiu auratihim fa fainahu man tatabica aurata akhihi lmuslim tatabica llahu cauratahu wa man tatabica llahu cauratahu yafdahu walau fi joufi rahlihi. Yani amiz, alipanda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mimbar akasema, enyi mliosilimu kwa ndimi zenyu, lakini mioyo yenyu haijafikiwa kwa iman, msiwadhuru Waislamu, msiwa tukane na msipeleleze mambo yao ya faragha. Kwa yoyote atakayepeleleza mambo ya faragha kwa ndugu yake mwislamu Allah subhanahu wa ta'ala atapeleleza mambo yake ya faragha, na yeyote yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atapeleleza mambo yake ya faragha atamfichua, katika hali mbaya. Dada zangu katika imani Suali inayokuja, suali ya pili, je, tunataka sote kama Waislamu Allah subhanahu wataala atusamehe dhambi zetu? Basi ikiwa ni vile, tunapaswa kuwasamehe watu wakifanya makosa. Anasema Allah subhanahu wataala katika Quran surat An-Nur aya ishirini na mbili walyafuu walyasfahuu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum Wallahu ghafuru rahim. Je, ninyi hampendi Allah subhanahu wa taala akusameheni? Na Allah subhanahu wataala ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Dada zangu katika iman, imekuja katika hadithi kwamba lilipotokea tukio la hadithi ya uzushi na kuzama waliozama katika watu na Allah subhanahu wa taala akateremsha aya ya kumtakasa Aisha radhiallahu anha, alisema Abu Bakar radhiallahu anhu na alikuwa akimpa chakula Mistwa bin Uthatha kwa sababu ya ujamaa na ufakiri wake, na apa kwa Allah subhanahu wa taala, sitatoa tena chakula kwa Mistwa milele baada ya yale maneno aliyoyasema kwa Aisha radhiallahu anha. Allah

Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafuru rahim, na wasiape wale wenye mwendo mzuri na wenye wasaa miongoni mwenyu kuwapa walio jamaa maskini na maskini na waliohama katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wasamehe na waachilie mbali. Je, nyinyi hampindi Allah Subhanahu wa Ta'ala kusameheni? na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Akasema Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu nu alipo, alipoipata aya hii kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, Abu Bakar radhiallahu anhu kwa nini, naapa kwa Mwenyezi Mungu mimi Allah amesamehe. Kisha akarudia ile hali yake ya kumpa chakula Mistah bin Uthatha na akasema, naapa kwa Mwenyezi Mungu sitaacha tena kumpa chakula Mistah bin Uthatha milele. Haya yamesimuliwa na Al-Bukhari katika kitabu cha tafsir na ni hadithi nambari elfu nne mia saba na hamsini. Dada zangu katika imani Inakuja suali na, je, kama Waislam tunataka Allah subhanahu wa ta'ala ailinde nyuso zetu dhidi ya moto siku ya Kiyama? Basi ikiwa ni vile, basi yatupasa kuwalinda ndugu zetu Waislam dhidi ya masengenyo, wakati watu wanawasengenya na sisi kama Waislam tukiwa miongoni mwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man radda an irdhi akhihi radda allahu an wajhihi yani nar youm al qiyama Rawahu Atirmidhi, yani yeyote anayetetea heshima ya ndugu yake Mwislamu, Allah subhanahu wataala atalinda uso wake dhidi ya moto siku ya Kiyama. Haya yamesimuliwa na Atirmidhi. Dada zangu katika imani, na je, tunataka Allah subhanahu wa ta'ala atupende? Basi ikiwa ni vile yatupasa kuwapenda waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala, tuandamane nao, tuwatembele na tuwe wema kwao. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wajabat mahabbati lilmutahabbain fiya wal-mutajalisina fiya wal walmutazawirina fiya walmutabadhilina fiya, rawahu Ahmad. Amesema Mtume sal llahu alaihi wasallam kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hadithu lkurdsiyu, yani, mapenzi yangu yanawajia wale wanaopendana kwa ajili yangu, wanaotembeleana kwa ajili yangu na wanaopeana kwa ajili yangu. Rawahu Ahmad. Haya yamesimuliwa na Imam Ahmad. Dada zangu katika iman, na je, tunataka Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie nafsi, yani nafasi na kupanua nafasi zetu peponi. Basi ikiwa ni vile basi, tuna basi yatupasa kuwafanyia wengine nafasi wanapotaka kukaa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, Suratul Mujadila aya ya kumi na moja ya ayuhaladhina amanuu idha qila lakum tafassahu fi lmajalisi fafsahu yafsahillahu lakum

Wallahu bima ta'amaluna khabir, enyi mlioamini, mnapoambiwa fanyeni nafasi katika mkusanyiko, basi fanyeni nafasi, Allah atawafanyieni nafasi. Na mnapoambiwa simama, basi inukeni, Allah atawainua wale walioamini miongoni mwenyu na wale waliopewa elimu kwa daraja. Na Mungu anajua mnayoyafanya. Dada zangu katika imani Tuwatendee watu kama vile tungependa watutendee. Bila shaka, dada zangu katika imani, sote kama waislam tunahitaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala rehema zake, msaada wake, ushindi wake, ulinzi wake, utoaji wake na uokovu wake kutokana na moto wa Jahannam. Tukitaka yote haya basi yatupasa sote kama waislamu kuboresha maadili yetu na jinsi tunavyoshughuli tunavyojishughulisha na watu, nasi tutatambua mahitaji yetu, insha Allah. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Shukran jazila wa barakallahu fik.